Kuonekana kwenye video ya Diamond Platnumz ni kama imekuwa tofauti na ni kwa mazingira ambayo Marioo amekuwa nayo. Uh, ukiangalia amekuwa karibu na Alikiba sana, si ndio? Tukiangalia kwenye albamu zake mbili The Kid You know. Alikiba yuko kule Love Song. Uh, Marioo kamshirikisha Alikiba, wana kazi ambazo wameshirikishana. So wana kombo ambayo uh, ni nzuri na wakifanya kazi pia inakuwa noma, na ndio maana watu wengi wanamuona Mario kama ni mtu fulani wa upande wa Alikibata. Wakati anachia albamu zake anaulizwa, vipi Simba, umeona? Lakini hapa katikati kama ikaonekana Mariana apoonekana Diamond ama juzi katipale alivyokutana naye kawe pale, akamwita mzenio, mbona kama Mariana amshubukia Diamond, umeona eh? lakini picha picha ambazo ameziposti baada ya kuonekana kwenye video, aliposti akaandika, Simba hali Simba nyi. Unajua, hicho ni kama kidongo fulani eh kama anajibu watu fulani, Simba ali Simba nyie. Alafu Diamond pia akaja kuweka mm, komenti yake, yani kwamba yeye ni Simba mm -hmm. na Diamond ni Simba, kwa hiyo Simba weli, Simba hawezi kumla Simba au amdhuru. Kwa hiyo kuna watu pale komenti nimeona, au umetoka kwa alikibo kwa Diamond, wengine hawa Marioo ndio kwisha kabisa, wengine wanapenda, wanatamani kuona kazi baina ya Alikiba, baina ya Diamond pamoja na Marioo, so tunapita hivi cha kwanza kuwaona wasanii hawa kwenye video ya Sasampa eh, lakini pia upande wa Marioo ambavyo wanazungumzwa, sisi tunaweza tukasema nini? Ni kitu kizuri kwa game, of course sio utaratibu mpya yeah. Zimekupo miaka na miaka, toka miaka elfu mbili na mbili huko mpaka leo hii. Ni utaratibu wa kawaida sana kwa wasanii kusupportiana, sometimes hata kama hujamshirikisha msanii anaonekana kwenye kazi yako kitu cha kawaida kwa sababu mpaka msanii anataka uonekane kwenye kazi yake maanake anaamini una impact mm, utaongeza kitu kwenye kwenye video au sio? so Yuna. Ni, ni vizuri kuona kuna kuna wao ushirikiana. Kuna watu nimeona sasa, sijui eti kwamba ulikuwa unazungumza hapo kwamba kuna watu wanafikiri labda Marioo anajipendekeza kwa Diamond Platinumz hilo mm. Hiyo ndio shida ya mashabiki, na muda mwingine ukifuata sana vitu ambavyo mashabiki wanasema, utaishiwa kuzungushwa, utakikisha utafanya hiki, kesho anasema hivi, utaamua kufanya hivi kuwafurahisha kwa mwisho wa siku fanya kitu ambacho unaona kipo sahihi, kwa sababu imagine ingetokea hajaonekana ama mambo kama haya yatokee, wangeanza kusema wasanii wana ushirikiano. Umeelewa? mm -hmm. Leo wamekwenda ana show, sasa unajiuliza watu, watu wanataka nini? <coughs> so sometimes, bwana, ifike time mashabiki waweze kuwazuia. Kila mtu ana akili zake, mwingine mm -hmm. kaamka ajala zake asubuhi, amejisikia tu kuandika showbwa mtandaoni, unamwangalia mm -hmm. afu na kitazo. Oh, mimi saa hivi, kwa mfano, mtu akiandika hata tus